Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> ikirushwa, karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Somo letu la siku hii na kichwa cha habari kinachosema akina mama waaminifu watatambuliwa katika hukumu. Fungu letu ni kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba ishirini na nane naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu nilivyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa haye amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Tuombe. E, Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii ya kuamka tena na, na kushiriki kesha la asubuhi tunakushukuru kwa upendo wako, tunakushukuru kwa rehema zako na ulinzi wako usiku kucha. Bwana, tunaiweka Tanzania mikononi mwako. Tunaiombea amani, tunaiombea umoja, tunaiombea utulivu, tunaiombea baraka juu ya viongozi wetu wa serikali na kanisa. Tunaomba ulinzi juu ya vijana, tunaomba ulinzi juu ya watoto, tunaomba ulinzi juu ya familia zote, ukatutawale kwa haki na kutujalia kutembea katika nuru yako. Tunapoanza kesha hili, Roho Mtakatifu atuongoze, Roho Mtakatifu atufundishe, Roho Mtakatifu atufungulie macho ya mioyo yetu, tupokee ujumbe wako. Tunakuomba ufalme wako ufike, na mapenzi yako yatimizwe katika nchi yetu na katika maisha yetu binafsi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Utimizwaji na nadhiri ya Hana kumweka wakfu mwanaye kwa Bwana haikubadilika hadi pale alipompeleka katika hema takatifu. Tangu mwanzo wa makuzi yake, Hana alimfundisha mwanaye kumpenda na kumcha Mungu na kujichukulia kuwa ni wa Bwana. Kupitia kwa kila kitu anachokifahamu kilichokuwa kinamzunguka mwanawe, alitamani kuelekeza fikra zake kwa Muumbaji. Alipotenganishwa na mwanaye, hali ya kujali ya mama huyu mwaminifu haikukoma. Alikuwa kiini cha maombi yake. Laiti kama kila mama angeweza kutambua kuwa wajibu na majukumu yake ulivyo na jinsi thawabu ya kuwa mwaminifu itakavyokuwa kubwa. Mtoto wa mama kwa kila siku kwa manaye ni kuandaa kwa ajili ya maisha milele au mauti ya milele anapokuwa nyumbani, anatumia mamlaka dhahiri zaidi ya waziri awapo katika dawati lake au hata zaidi ya mfalme katika kiti chake cha enzi. Siku ya Mungu itafunua ni kwa kiasi gani ulimwengu ulivyo na deni kwa kina mama wacha Mungu kwa watu ambao wamekuwa hawaogopi kutetea kweli na matengenezo, wanadamu ambao wamekuwa na ujasiri wa kutenda na kuthubutu, waliosimama bila kukatishwa tamaa, waliosimama bila kutikiswa katikati ya majaribu na mashtaka, waliochagua maslahi ya juu na matakatifu ya kweli na utukufu wa Mungu kuliko heshima ya kidunia au uhai wenyewe. Wakati hukumu itakapoketi na vitabu vitakapofunguliwa wakati hakimu mkuu atakapotangaza vyema mtuma mwema, na washindi watakavyovikwa taji ya utukufu isiyoharibika, wengi watainua taji zao mbele ya kusanyiko la ulimwengu na kuwaelekezea mama zao wakisema, kwa neema ya Mungu amenifanya kuwa hivyo ndivyo. Mafundisho yake, maombi yake yamefanyika, baraka ya wokovu wangu wa milele. Mungu ameamuru kuwa kwa familia na mataifa, au kwa mtu binafsi, wema ndiyo msingi wa furaha kupitia mawazo na fikra zilizopadiliwa katika miaka ya awali kila kijana anaamua historia ya maisha yake. Tabia za utu sahihi na zenye maadili zilizojengwa katika ujana zitakuwa sehemu ya tabia na zinazoweka alama ya uelekeo wa maisha yote ya mtu huyo. Vijana watakuwa wema au waovu kutegemeana na vile walivyochagua. Vijana wa sasa wanaweza kuwa wa thamani machoni pa Bwana kama alivyo Samweli. Majina yao yanaweza kuandikwa katika Kitabu cha Uzima na kutazama kwa furaha na watawala wakuu wa dunia na jeshi la malaika. Kwa kudumisha uadilifu wa Kristo na uaminifu, vijana naweza kuwa na ushawishi mkuu katika kazi ya matengenezo, kama Ruta alivyokuwa muungwana. Wanadamu kama hao wanatakiwa katika wakati huu. Mungu ana nafasi na kazi kwa kila mmoja wao. The Signs of the Times, November 3, 1881. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ujumbe huu uliotukumbusha umuhimu wa uaminifu, malezi ya kimungu, na nafasi kubwa ya kina mama katika wokovu na historia ya wanadamu. Tunakuomba tutie nguvu kuishi kwa maadili, uadilifu na uaminifu kama Samweli na watakatifu waliotangulia. Wabariki kina mama wote, wape nguvu, wape subira, wape hekima. Wabariki pia vijana wote, wawe vyombo vya heshima na watu ujasiri katika kutetea kweli yako. Tunapoanza majukumu ya siku hii, ukaende nasi Utulinde, utubariki na utuwe karibu na mapenzi yako. Leo ni siku ya maandalio ya Sabato, katupatie maandalizi mema kwa kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.